Leo tu, wizara, nikimwakilisha Mheshimiwa Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Dr. Gratias Ndejembi tumekuja kutembelea mradi um, huu wa kituo cha kupoza umeme cha Zuzu na nimeona uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa ukilinganisha na mahitaji ambayo tunayo. Tunajisikia fahari leo kusema eh, wakati kituo hichi kinaanzishwa mwaka 1986 eh, mahitaji ya umeme yalikuwa ni megawati mbili tu mbili na point, lakini leo uh, kituo hichi mahitaji yake ni megawati ya 86 76, kwa maana ya hapa na kondoa anazalisha megawati kumi, kwa jumla megawati 86. na kwa mahitaji hayo bado kituo hiki kina uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 200 kwa ajili ya kuwahudumia watu wa mkoa wa Dodoma. Na kwa sababu hiyo e, bado tuna nafasi tuna, tuna, tuna kubwa sana ya kuendelea kuhudumia mkoa huu pamoja na kasi kubwa ya ukuaji wa mkoa wa Dodoma na kasi kubwa ya ukuaji wa shuguli za kiuchumi katika jiji la Dodoma, na bado pamoja na kubwa ambayo tunayo bado, uh, kituo hiki kinaendelea kujengewa uwezo na serikali hii awami wa sita. Tunajenga uh, uh, njia ya umeme kubwa kutoka Chalinze kuja hapa ya kilovolt i ambayo ikifanikiwa kukamilika mwakani, tuna uwezo wa kusafirisha umeme wote ambao unazalishwa katika bwawa la Mwalimu Nyerere, zaidi ya megawatt 2000 na kuweza kuzeta hapa zitaweza kupozwa na zingine zitaweza kwenda katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ya Tanzania. Huu ni uwekezaji mkubwa ambao kiukweli sisi kama nchi tunajivunia. Ziko nchi nyingi jirani ambazo zinatamani hata kufika hapa tulipofika. Kwa hivyo uh, wananchi watembee kifua mbele, kwa sababu kazi kubwa inayofanyika hii ni kwa ajili ya kuwafikishia huduma ya umeme wa uhakika na, na kuhakikisha kwamba ile dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuisogeza mbele nchi yetu kiuchumi. Nishati ni uchumi, dhamira ya kuisogeza mbele nchi yetu kiuchumi, umeme usikatike, umeme ufike ule unaotakiwa wa kuweza kusukuma mitambo mbalimbali ya uzalishaji, uweze kuwafikia wananchi kwa wakati. Kwa hivyo uh, tunajivunia leo. Uh, kubwa ambalo nina, nina, nina wasihi wale waliopewa wali dhamana ya kusimamia kituo hichi kikubwa ni kusimamia uh, kusitokee vandalism uharibifu wa, wa, wa, wa mitambo hii ambayo uh, imetumia gharama kubwa za mabilioni. Waendelee kuweka ulinzi, waendelee kusimamia. Lakini hata wale technicians katika, nimetembelea katika uh, maeneo mbalimbali, tunao uwezo wa kutengeneza uh, switch ya Chamwino isiathiri switch ya mjini, kwa hivyo, kwa sababu alarms zipo na mambo ni ya kisasa zaidi waendelee kufanya matengenezo, watu wapate umeme kwa wakati wote. Sasa hivi tunakwenda kuhakikisha kwamba umeme unapatikana tu. Kwanza tumeshahakikisha umeme unapatikana 24/7 masaa 24 Jumatatu mpaka Jumatatu. Maana yake ni kwamba watu watazalisha kadri watakavyoweza na watakavyoona inafaa. Kwanza kabisa sisi tunapenda kumpongeza sana e, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati kwa kuteuliwa kwake kuja na pili tunamshukuru eh, kuja kututembelea katika substation yetu hiya, eh, hii hapa ya Zuzu. Hii substation ya Zuzu ni kama hub ya kusambaza umeme eh, Tanzania. Hmm. Ah, inapata umeme kutoka njia ya kutokea Mtwara, kuna njia pia ya kutokea Chalinze. Kwa hiyo hapa inasambaza kuelekea Singida ambapo napo Singida kuna branch ya kuelekea Mwanza na pia kuelekea Arusha na ina linki hadi Kenya. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kuja kutembelea, ameona uwekezaji mkubwa wa serikali ambao tuliusimamia na mpaka imefikia kwa kiwango hiki. Kwa kweli tunashukuru, ameridhika, uwekezaji ni mkubwa, na sasa hivi kituo kina uwezo cha kukaribisha wawekezaji zaidi kuwekeza kwa sababu umeme ulioko hapa katika jiji la Dodoma ni mwingi, na tunamwahidi sisi tutaendelea kuilinda miundombinu Kuhakikisha tunafanya kazi kwa weledi na kuwahudumia wateja, uh, vizuri kwa viwango vinavyotakiwa.